Wengine walimwona kama mfanyakazi wa kawaida, lakini hawakujua alikuwa tumaini la familia nzima. Ni simulizi ya msichana mmoja wa Kenya ambaye alipanga mengi, lakini maisha yakampeleka njia nyingine. Hadithi hii ni kwa ajili yako kama maisha hajakwenda kama vile ulivyopanga. Tulia sasa, pumua polepole, bonyeza subscribe na kengele, twende simulizi. Jina lake lilikuwa Aisha na Ilaka. Alikulia kijiji kidogo karibu na Bungoma. Alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wanne. Mama yake mama Alima alikuwa akiuza mboga sokoni. Baba yake mzee na Ilaka alipata ajali ya pikipiki iliyomwacha kitembea kwa shida. Tangu akiwa mdogo, Aisha alijifunza kuwa imara. Usiku alilala kwenye godoro jebamba akisikiliza sauti za vyura na upepo, akijisemea moyoni nitabadilisha maisha ya familia yangu, lakini hakujua kwamba maisha hayafuati mipango ya mtu. Baada ya kumaliza kidato cha nne, ndoto za Aisha ziligonga ukuta. Hakuwa na pesa ya kuendelea na masomo, ndugu zake wadogo walihitaji ada, dawa za baba zilihitajika kila mwezi. Siku moja asubuhi, Aisha alikaa na mama yake nje ya nyumba. Hakusema mengi, alisema tu mama, naenda Nairobi. Alipanda gari la asubuhi mapema akiwa na begi dogo, nguo chache na matumaini mengi kuliko pesa. Baada ya saa kadhaa, Aisha alishuka bus station. Akachukuliwa na binamu yake Rozi aliyekuwa akiishi Kayole. Nairobi ilikuwa na kelele, lakini moyoni Aisha alihisi upweke. Baada ya wiki kadhaa za kutafuta kazi, akapata kazi kama housemaid katika familia ya Bwana Kamau na mkewe Esther waliokuwa wakiishi Runda. Mwanzoni Aisha alishukuru, lakini polepole pole, mambo yakabadilika. Biesta hakumpenda, alimfanyisha kazi nyingi kupita kiasi. hakupata mapumziko, hakupata maneno mazuri. Aisha alivumilia kwa sababu kila mwisho wa mwezi alituma pesa Bungoma. Siku moja Aisha aliugua homa kali, alishindwa kumaliza kazi zote mapema. Badala ya huruma, Bi Esther alipandwa na hasira. Bwana Kamau alipojaribu kuingilia, ugomvi mkubwa ulizuka, na bila muda mwingi Aisha akaambiwa aondoke. Usiku ule alitoka Runda akiwa na mfuko wake mdogo na moyo mzito. Aisha akateseka sana Nairobi, akajiuliza kurudi nyumbani Bungoma ama kubaki Nairobi bila kazi yoyote ya kufanya. Akahifadhiwa na rafiki yake katika siku chache Siku moja akaangalia pesa kidogo aliyokuwa amesave. Asubuhi aliamkia Gikomba, akanunua ndizi na machungwa, akasimama kando ya barabara, jua likimuunguza, miguu ikichoka, lakini hakurudi nyuma. Kila shilingi aliyopata ilikuwa ushindi mdogo. Polepole alianza kuamini tena. Siku moja Aisha alikutana na mama mmoja aliyeitwa Mama Wangari aliyekuwa akiuzia shule mboga. Walizungumza, walielewana. Kulikuwa na nafasi ya kusupply matunda kwa shule moja ya msingi Rwai, lakini shida ilikuwa ni mtaji. Lakini wao hawakukata tamaa, waliungana. Wakiwa wawili, walifanya kazi kwa uaminifu, asubuhi na mapema, kimya kimya. Biashara ikaanza kukua, miezi ikapita, maisha yakabadilika. Aisha aliweza kujenga nyumba ndogo Bungoma, kurudisha ndugu zake shule, kumlipia baba matibabu. Hakuwa tajiri wa kelele, lakini alikuwa na amani. Siku moja akapigiwa simu kwenda hospitalini kumwangalia rafiki yake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Wakati alipofika huko, akashangaa sana. Alimwona yule mke wa bosi wake wa zamani, alikuwa mgonjwa, hana pesa na nyumba yao ikiwa imechukuliwa, biashara yao ilianguka. Macho yao yalipokutana, kimya kikatawala, lakini badala ya chuki alichagua huruma. Aisha alimsaidia kimya kimya, kwa sababu alijua msamaha ni ushindi. Kwa kweli, simulizi ya Aisha inatufundisha kama maisha hajakwenda kama ulivyopanga, hiyo haimaanishi yameisha. Wakati mwingine njia ngumu ndiyo hujenga moyo thabiti. Tulia sasa, pumua polepole pole. Kama simulizi hii imekugusa kwa moyo wako, usisahau kusubscribe kwa chano yetu. Hapa ni mahali pa kupumzika kwa wale ambao maisha hajakwenda kama walivyopanga. Asante sana, tuonane kesho kwa simulizi nyingine. Na kama simulizi hii imekubamba sana Usisahau kushea na kwa wengine ili nao wapate kuelimika pia kufurahishwa na hadithi zetu na simulizi zetu ambazo ni za furaha na kufundisha pia.